Asalamu alaikum na karibu katika udukuzi vichwa vya habari vya gazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano Ramadhani 25 kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualikia kunako dukuzo vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina na hili ni toka Zamani TV kubwa ni kukumbusha kama wendo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani, bila kusahau usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV, na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzia siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti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 wazingatie maslahi ya taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Vipimo vyachangia hazina bilioni 17 miaka minne. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti limeandika Wasira aonya rushwa ugombea ya CCM. Habari katika ukurasa wa tatu. Wakuu EAC sadek waagiza mpango amani DRC utekelezwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Majali waagiza hifadhi Mkomazi itangazwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Janabi ya Afrika iwekeze kimkakati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia ateua atengua apangia vituo mabalozi, habari katika ukurasa wa saba. TPDC ijaribu mitambo kituo mama, gesi ya magari habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, someka ndani zaidi, pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu analo gazeti mwananchi lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yaita wanaotaka ubunge, wamo pia wanaotaka udiwani na waliogombea elfu mbili na ishirini vikao kufanyika daa, hofu makada kutimkia vyama vingine, yatanda Mnyika jibu mapigo ya msakata la mchome. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili Nuku iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya mmoja wa viongozi wa CHADEMA anasema, makada wengi waliotiania wanafikiria kuanza kutafuta vyama vya kugombea ili kutimiza malengo yao ya kisiasa, kwa sababu walishajiandaa. Kwa hiyo tunawahi kuzungumza nao ili wasiwe na haraka ya kukimbia chama, wasijali undani wa taarifa hiini katika ukurasa wa habari wahbacnsha mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo akisalimiana na wananchi wa kata ya Wampembe baada ya kuwasili katika jimbo la Nkasi kusini mkoani Rukwa, alipofanya mkutano wa hadhara hapo jana. Lakini pia gazeti gazeti Mwananchi limeandika jaji ya shusharungu mtifuano kesi ya mabasi ya ngorika mberesero, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Gazeti limeandika jaribio tiba ya ukimwi Afrika latoa tumaini, habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili jaribio la kimatibabu la kibunifu limeonyesha baadhi ya wanawake wanaweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya UKIMWI bila tiba ya dawa za kufubaza makali ya virusi ARVs kwa muda mrefu baada ya kupokea mchanganyiko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Huduma ya maji saa ishirini na nne bado changamoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Wasira kimearushwa CCM, habari katika ukurasa wa tano, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi kwenye ukurasa, mwana ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wasira awaonya wanaotaka ubunge kwa figiso CCM, asema taarifa zao anazo awataka, waache kujihusisha na rushwa, ataka wajumbe kuwa uhuru kuchagua watu sahihi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika Samia ashiriki kikao cha wakuu wa nchi serikali EAC Sadik, habari katika ukurasa wa nne. CHADEMA yaitisha kikao cha watia nia kanda ya kati. Habari meliko kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mlipuko wa kiwandani watikisa Rungwe. Habari meliko kwenye ukurasa wa 11. Mlipuko uliotokea kwenye mtambo wa carbon katika kiwanda cha gesi Tanzania Oxygen Limited toa kilichopo kwenye wilaya ya Rungwe mkoani hapa umesababisha uharibifu mkubwa wa kiwanda hicho na miundombinu inayozunguka undani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 11 gazeti limeandika maambukizi ya kifua kikuu ya shuka kwa asilimia 40. Habari katika ukurasa wa tano. CRDB ya jana mkopo jina sue kwa wateja wake. Habari katika ukurasa wa saba. Mgogoro wa mashariki mwa DRC wazidi kuibua wasiwasi wa kikanda wasi wa. Habari katika ukurasa wa 19. Mradi wa shamba la parachichi waleta mapinduzi ikanga. Habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wajamini, nalo mikononi mwangu, lenye habari aliyopewa kipaumbele ni familia kada CCM aliyotoweka waeleza magumu inayopitia habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Majimbo mapya moto, kati ya majimbo saba mkoani Mbeya, sita yanapendekezwa kupasuliwa, Tanga, Dodoma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wajumbe wamepitisha kwa kauli moja majimbo haya kugawanywa na kupeleka mapendekezo a tume huru ya uchaguzi, kusubiri majibu. Kama yatapitishwa, idadi ya majimbo ya sasa ya uchaguzi ni 264 393 na ni idadi ya viti vya bunge hivi sasa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia ukurasa mbele wa gazeti Nipashe limeandika ni mikoa ambayo baadhi ya majimbo yake yako katika mchakato wa kugawanywa ni pamoja na mkoa wa Songwe, Mbeya, Dar es Salaam, Dodoma, Manyara, Tanga, Mara, Shinyanga pamoja na Kigoma. Nipashe limeandika Chadema ya jipanga utetezi ofisini kwa msajili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Burundi yaipa onyo kali Rwanda, mapigano DRC. Habari katika ukurasa wa 19. PM ashangazwa uwekezaji wa kituo cha afya mama Ngoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amefurahishwa na uwekezaji wa kituo cha afya cha saratani cha Mama Ngoma wilayani Mwanga. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili michezo limeandika, Meluda anika siri inayobeba Yanga, habari katika ukurasa wa 24 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni Pashe, mwanga wa jamii. Gazeti la Raia Mwema nalo mikononi mwangu lenye limeandika, kauli ya makala msajili ailima barua CCM ataka maelezo kuhusu ununuzi wa virusi vya Ebola, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Chadema paswa kichwa kauli mbiu ya no reforms no election igeuka mateso wa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Dhuluma polisi waathirika wakimbilia kwa Rais Samia na Bashungwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. kuelekea uchaguzi mkuu, Wasira alia na wanaojipitisha, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Familia alia uchunguzi wa mauaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Baroni kwa kukutwa na laini elfu tisa za simu, habari katika ukurasa wa tano. Yanga Simba mbele ya waziri Profesa Kabudi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo nimeandika gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Tunataka msasa. Gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa agiza Tanapa kuinadi hifadhi ya Mkomazi atakayeanzisha programu za kutangaza vivutio vilivyopo, lengo ni kuongeza idadi ya watalii, asema serikali imefanya uwekezaji mkubwa, kiwamo ujenzi wa barabara hivyo lazima fursa itumike, habari katika ukurasa wa pili. Rais Samia ateua DC atengua ampangia kiti balozi Matinyi habari katika ukurasa wa tatu. Wasira atoa angalizo na usaka ubunge habari katika kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali imeridhishwa na mradi wa EACOP - Dkt. Biteko habari katika ukurasa wa tano. Wachumi wachambuzi wa neno ulinzi SGR habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika aliyemuua mkewe naye kunyongwa habari katika ukurasa wa kumi na sita. Mahakama ya rufani kanda ya Sumbawanga imetupilia mbali y rufani ya Titus Mlambo, wa undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na sita. SMZ ya kueleza kasi ya uimarishaji elimu wa habari katika ukurasa wa kumi. Mfanyakazi Uhuru apewa elimu ya ugonjwa wa macho wa habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu. Lenyewe limeandika Dkt Mwinyi aipongeza Vodacom ni kwa kusaidia matibabu ya ugonjwa wa moyo, habari katika ukurasa wa tatu. Wizara ya afya ya gagan watiliana saini kukabiliana na saratani, habari katika ukurasa wa pili. BOT yafafanua madai thamani ya shilingi kuporomoka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Aia habari picha akimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Sulu Hassan akijumuika na viongozi wa kisiasa, serikali, dini na makundi maalum kwenye fotari iliyoandaliwa katika viwanja vya kufurahisha watoto vya Tibirinzi, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti la Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele, ni Yanga yatibua dili la Fei, yaizidi ujanja Simba, dau lake kuweka rekodi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamwonesha Faisal Salem Fei Toto, rekodi zake, amecheza mechi ishirini na tatu mabao manne na kuasisti mara kumi na mbili. Gazeti hili limeandika mashine ya mashuti inavyonoa mastaa, habari katika ukurasa wa nane. Warabu wataja ugumu Simba Sports Club, Singida Tabura kuna vita tofo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Usajili mpya EPL mjadala, habari katika ukurasa wa kumi na nane. Lakini pia gazeti hili limeandika LaLiga kesho ni Barcelona na Osasuna mchezo unapigwa saa tano kamili usiku. Pata nakala yako gazeti Mwanaspoti usome kwa undani zaidi. magazeti ya habari habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo lijua katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani limeandika Simba yaikamia Almasri, shirikisho serikali kupeleka muziki wa singeli kimataifa, kikosi yang cha mpajiuri Miluda, habari imenika kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, kocha Ghana Awataka kusahau yaliyopita habari katika ukurasa 22. Blata, wa ishirini na mbili Platini wafutiwa makosa habari katika ukurasa wa ishirini na tatu Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, guji la habari Tanzania gazeti Nipashe, mwanga wa jamii ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani ni Miluda anika siri inayobeba Yanga. Kocha huyo afunguka mafanikio hayo ni ya wote na si ya mchezaji mmoja mmoja, undani wa taarifa kini katika ukurasa wa ishirini na tatu Simba kuikabili Big Man kibabe, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipasha mwanga jamii. Pata nakala yako some kwa undani zaidi, na gazeti Nipasha linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.